mafundisho akafanyike msaada kwako, akafanyike baraka kwako kwa jina la Yesu Kristu wa Nazareti ali hai amen, amen. Tuko kwenye nyakati za hatari, watu wengi wanalia kwenye ndoa zao, watu wengi hawana amani kwenye ndoa zao, watu wengi wanalia, wanandoa wengi wana msongo wa mawazo hawana amani kwenye ndoa zao, hawana furaha kwenye ndoa zao, wanalia mchana na usiku. Wapo wanaume wanaolia kwenye ndoa zao, wapo wanawake wanaolia kwenye ndoa zao. Ndoa imekua, ndoa zimekuwa na changamoto kubwa, zimekuwa na changamoto kubwa, zimekuwa na changamoto kubwa, na changamoto zinazidi kuongezeka siku kwa siku, zinazidi kuongezeka siku kwa siku taraka zinazidi kuongezeka siku kwa siku, kuachana kunazidi kuongezeka siku kwa siku, kuoana kienyeji kisimbosimbo tu kunazidi kuongezeka siku kwa siku. Watu wameoana wako mjini, lakini kijana hajui binti nyumbani kwake, nyumbani kwake ni wapi, hajui wazazi wake, wamechukuana tu barabarani, wameendelea kuishi. Singomadha wanaendelea kuongezeka siku kwa siku kwa tupo kwenye nyakati ambazo mahusiano yamekuwa na changamoto kubwa mno mm. Wapo mabindi mazuri wazuri, lakini ni singomanga. Wako mabindi wazuri wako mitaani, wengine hawajaolewa, hawajaolewa. Wako vijana wengine wa kiume pia na wenyewe hawajaoa pia, hawajaoa pia. Kwa tupo kote kipindi ambacho watu wengi wanalia na si kwamba watu wa makanisani wanalia, watu wa misikitini wanalia, maprofesa wanalia, madokta wanalia, wachungaji wanalia, maaskofu wanalia. Mahusiano, changamoto za mahusiano zimegusa kila kundi la watu. Hakuna kundi la watu ambalo halijaguswa, hakuna kundi la watu ambalo linagushwa. Ndio maana makanisa mengi hayana afya, kwa sababu afya ya kanisa inategemea afya ya familia. Kama familia haziko vizuri, automatically hata makanisa hayatakuwepo vizuri, hayatakuwepo vizuri. Wachungaji wamekuwa na kazi kubwa ya kufanya counseling. Counseling za wanandoa, lakini kwa bahati mbaya kuna wachungaji pia ambao wanalia pia kwenye ndoa zao wanalia pia kwenye ndoa zao. Kumbuka, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe, sema kwamba si vema mtu huyo awe peke yake, nitafuta au kufanana naye. Na wakati mwingine, watu wengine ndoa zao zitasuluhishwa miaka nenda rudi, miaka nenda rudi, hakuna naye kubali kuishi sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Nisiende huko sana, lakini nataka kuzungumzia kwamba kitu pekee ambacho kinaweza kutunza ndoa yako, kitu pekee ambacho kinaweza kutunza ndoa yako, kitu pekee ambacho kinaweza kutunza ndoa yako. Kuna watu wakati mwingine ni rahisi kujidanganya kwamba kama we ni bindi, unafikiri kwamba uso wako mzuri unaweza kuitunza ndoa yako, sura yako nzuri inaweza kuitunza ndoa yako. Wapo watu wenye sura nzuri, wapo watu, wenye watu wapo mabinti ambao ni wazuri, wanawake ambao ni wazuri, lakini ndoa zao hazina amani, na wengine wameachika, na wengine wamebaki tu single mother, pamoja na uzuri walionao, pamoja na uzuri walionao, pamoja na uzuri walionao. Kuna watu wana vipawa vizuri kama ni kipawa ana kipawa kizuri kwenye eneo fulani ni mzuri kwenye eneo fulani ni mzuri kwenye eneo fulani, lakini bado ndoa yake haiko vizuri, au hata ama hajaoa au hajaolewa pamoja na kuwa na kipawa kizuri, kwa sababu kipawa kiwezi kutunza ndoa yako. Uzuri wako hauwezi kutunza ndoa yako. Umbo lako zuri haliwezi kutunza ndoa yako, hawezi kutunza ndoa yako. Wengine wanaimba vizuri wanaimba vizuri, lakini kuimba kwako kwa vizuri hakuwezi kutunza ndoa yako. Sauti yako nzuri haiwezi ya kutunza ndoa yako, umbile lako zuri, kupendeza kwako kwa hakuwezi kutunza ndoa yako. Fedha zako pia, ina mkini una fedha fedha, fedha zako haziwezi kutunza ndoa yako. Kuna watu wana fedha lakini hawajaoa au kuolewa au hawana amani, pamoja na kuwa kila kitu kipo, fedha. Nyumba yako nzuri haiwezi kutunza ndoa yako. Kuna watu wako kwenye nyumba nzuri lakini bado ndoa zao hazina amani. Kuna watu wana kila kitu, kila kitu, inawezekana ndani kwao kuna mafriji, vitu vinanunuliwa vya wiki nzima tayari viko pale, lakini pamoja na kuwa kila kitu kipo, sio kwamba hiyo hali inaweza kupelekea ndoa yako ikawa na amani. Maprofesa, madokta, watu wa nani mbalimbali wanalia kwenye ndoa zao, wanalia kwenye ndoa zao, wengine wameachika wengine wameachika, wengine wameachika kwa, ni vyema tukaangalia ni kitu gani ambacho kinaweza kutunza kitu pekee ambacho kinaweza kutunza ndoa zetu, kitu pekee ambacho kinaweza kutunza ndoa yako. Kitu pekee ambacho kinaweza kutunza ndoa yako. Ambacho kinaweza kutunza ndoa yako. Mwanamke yoyote yule, mwanaume yoyote yule, hatafuti kipawa chao, kuna kitu cha msingi ambacho anakitafuta mwanaume kuna kitu cha msingi ambacho itafuta mwanamke, um, um, um, um, naye kuna kitu cha msingi ambacho anakitafuta ambacho anakitafuta. Yamkini kweli kilichomvutia yeye kukuoa wewe ilikuwa ni umbo lako, ilikuwa ni sura yako, lakini kitakachotunza ndoa yako sio sura yako, baada ya kuwa tayari umeshaolewa, baada ya kuwa tayari umekwisha oa. Yamkini ulikuwa na pesa. Pesa ndio zizo mvutaye mwanamke lakini kitakachotunza ndoa yako sio pesa ulizonazo. Baada ya kuwa tale mwanamke amekwisha ingia ndani baada ya kuwa mwanaume tu amekwisha kuoa kitakachotunza ndoa yako sio sura uliyonayo, sio kipawa uliyonayo, sio sauti nzuri uliyonayo, sio rangi uliyonayo, sio rangi uliyonayo. Petro alikuwa anawaambia wanawake ambao waume zao hawajaokoka akazungumzia habari ya mwenendo mwenendo wao, kwamba hawa wanaume pamoja na kuwa hawajaokoka watakapoona mwenendo mzuri wa wake zao waweze kuokoka hata pasipo kuambia habari za kuokoka. Tunajifunza nini kutoka na, kwamba mwenendo una nguvu, una nguvu ya kumfanya mtu abadilike, abadilike fanya mtu abadilike. Kitu pekee kitakachoweza kuitunza ndoa yako, kitakachoweza kudumisha amani kwenye ndoa yako ni tabia, sio uzuri ulionao, sio umbile ulilonao, sio kipao ulichonacho sida, sio fedha ulizonazo, sio nyumba nzuri ulionayo. Watu wana nyumba nzuri lakini kila mtu anakaa kwenye chumba chake baada ya kuolewa hata kama inawezekana kwamba kilichomvutia mwanaume huo kukoa wewe ilikuwa ni ilikuwa ni sura yako, ilikuwa ni umbile lako, lakini baada ya kukuweka ndani, kitakachoitunza ndoa yako, kuitunza ndoa yako ni tabia zako, ni tabia zako, ni tabia zako. Uzuri wako hauna maana endapo tabia yako, tabia zako ni mbaya, haina maana. Na ndiyo maana maandiko yanasema kwamba uzuri ni ubatili Sio kwamba uzuri uzuri sawa, lakini uzuri kama na tabia mbaya, tayari imekwisha onekana kwamba hauna maana. Utanashati wako utanashati wako kama na tabia mbaya hauna maana, hauna maana. Kitu pekee kinachoweza kutunza ndoa ni tabia ni tabia. Tabia nzuri ndio inaweza kutunza ndoa, mwenendo mzuri ndio unaweza kutunza ndoa, tabia ya uaminifu tabia, tabia ya uaminifu, tabia ya kusamehe tabia ya kusamehe, tabia ya uvumilivu, tabia ya kujali, tabia ya kumcha Mungu, tabia ya kumweka Mungu nafasi ya kwanza kuliko mambo mengine. Tabia ndio inayoweza kutunza ndoa na sio uzuri ulionao, sio sio uzuri ulionao, sio kipawa ulichonacho, sio fedha ulizonazo, sio nyumba nzuri ulionayo. Tabia ndiyo ambayo inaweza kutunza ndoa. Ukiwa mwaminifu utaiponya ndoa yako. Ukiwa ni mwepesi wa kusamehe utaiponya ndoa yako. Ukiwa mvumilifu utaiponya ndoa yako. Ukiwa mpole utaiponya ndoa yako, utaiponya ndoa yako. Ukiwa ni mtu unayejali mtu unayemtanguliza, una tabia kumcha Mungu, utaitunza ndoa yako, utaitunza ndoa yako. Lakini pia ukiwa unamtanguliza Mungu kuliko mambo mengine, utaitunza ndoa yako. Mungu akushudia wa kwamba watu aliye kwenye ndoa zao Mungu akusudia wa watu ateseke kwenye ndoa zao, hakusudia hivi. Hakusudia hivi. Roho Mtakatifu akusaidia Yamkini na tabia zako zimepelekea ndoa yako kutokuwa na amani. Ukibadilika kuanzia sasa, amani itarudi kwenye ndoa yako, amani itarudi kwenye ndoa yako. Tabia ndio inaweza kutunza ndoa yako, tabia ndio inaweza kutunza ndoa yako ndizo ambazo zinaweza kutunza ndoa yako, Roho Mtakatifu akusaidie. Akusaidie kama kuna tabia yoyote ambayo imepelekea ndoa yako kutokuwa na amani, basi na upone kwenye hilo eneo katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka Mungu anatamani kurejesha amani kwenye ndoa yako, lakini amani hawezi kurudi endapo hutabadilika tabia zako. Usipobadilika utaendelea kuwa jehanamu utaendelea kulia, utaendelea kuaulia na utakufa kabla ya wakati wako. Roho Mtakatifu akusaidie. Uzuri wako utanasati wako, kama tabia zako sio nzuri, hivyo vitu vyote ulivyo navyo haviwezi kuitunza ndoa yako. Mungu akubariki sana. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye chaneli yangu ya YouTube, sisahau kusubscribe, lakini pia washirikishe marafiki zako mafundisho haya, unaozuka share, unazuka comment. Mungu anakubariki katika jina la Yesu.